Mwanamke mmoja Judith Komba mkazi wa mtaa wa Iwambi mjini Mbeya amejifungulia katika kiti cha kubebea wagonjwa ndani wa ya hospitali ya Rufaa ya Mbeya kitengo cha wazazi cha Meta kwa madai ya kukosa msaada wa wauguzi na wakunga ambao hawakutaka kuamshwa baada ya kulala usingizi wodi namba mbili hospitalini hapo. Kwa taarifa zaidi, huyu hapa Hosia Cheo. Katika kipindi cha muongo mmoja uliopita Tanzania imepiga hatua kubwa katika kupunguza vifo vya watoto vifo vya watoto chini ya miaka mitano vimepungua kutoka 166 kati ya elfu moja waliozaliwa hai mwaka 1990 hadi kufikia vifo hamsini na vinne kati ya kila elfu moja waliozaliwa hai mwaka elfu mbili na kumi na mbili. Mwaka elfu mbili na kumi na nne, Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii ikiwa imeungwa mkono na wadau mbalimbali, imeanzisha mpango mkakati sharpened one plan wa kuharakisha zaidi kupunguza vifo vya kinamama wajawazito vinavyotokana na uzazi pamoja na vifo vya watoto wachanga na vya watoto wenye umri chini ya miaka mitano. Tanzania mwaka elfu mbili na kumi na nne, elfu mbili na kumi na tano. Mpango huu umeweka kipaumbele dhamira ya dhati ya kuongeza kasi ya kupunguza vifo vya watoto wachanga na vya akinamama waja wazito vinavyotokana na uzazi, lakini huenda mpango huu ukapata kikwazo. Fuatana nami katika kisa kilichomtokea mama mmoja mjini ni Mbeya. Karibu, karibu, karibu. Asante. Karibu. Asante, asante. Karibu ndani, hongera sana. Asante, karibu ndani, hongera. Uko salama? Salama. Asante, asante sana. Karibu ndani, asante sana. Habari za hapa? Njema kabisa. Hongera, ndo Mungu amekupa sana. Anaitwa nani? Anaitwa Selimina. Selimina sana. Asante sana. Naam, mpenzi mtazamaji wa TBC One, kipindi cha Dubini kipo katika nyumba hii ambayo, baada ya kupata taarifa kwenye korido ya hospitali ya rufa ya rufaa ya Mbeya, kwamba kuna mama mmoja alijifungua ndivyo sivyo mtoto katika wodi namba mbili katika hospitali ya Meta ya wazazi ya Meta, ndicho kilichonifanya kufika katika nyumba hii ili nipate maelezo ya kina, tukio gani lilikuaje, mama alijifunguaje na historia yake ilikuweji? Kwa sababu e, serikali kupitia wizara ya afya na ustawi wa jamii ina mpango mkakati kupunguza vifo vya kina mama wajawazito na watoto chini ya umri wa miaka mitano. Je, azima ya serikali itafikiwa katika mwenendo ambao mama huyu imemtokea pale Meta? Ninazungumza naye moja kwa moja mama unaitwa nani? Naitwa Judith Komba. Ndiyo. Judith Komba. Labda, ilikuwaje mpaka Mungu amekujalia mtoto anaendelea salama na uko naye na ilikuwa lini na kitu gani kilichokutokea katika uzazi wako wa mtoto huyo na kwanza mtoto anaitwa nani? Ndiyo. Anaitwa Selimina. Selimina. Labda, tueleze ilikuwaje na ilikuwa tarehe ngapi na ikawaje ulipofika kwa ajili ya kupata huduma ya kujifungua mtoto huyo ilikuwa tarehe 12 saa mbili ndio nilitoka kiwanja mpaka na kwenda meta nilipofika meta nilipokelewa mapokezi vizuri nikaenda leba na leba nikapokelewa vizuri nikapimwa njia wakati niambia imefunguka kidogo sentimita mbili na nusu baada ya pale nikapelekwa udi mbili kufika udi mbili kama sio saa nne saa tano nikasikia maumivu makali sana ikabidi nimwite nesi naomba unipime nesi akaniambia subiri baada ya hapo akanirudisha nilipolala katika kitanda akaniambia nilalie ubavu. Nilivyolalia ubavu akaniminyaminya tumbo akaniambia bado huo sio uchungu. Nikaendelea kulala pale, nikamfuata tena nikasema mimi nasikia uchungu. Unajisikiaje? Nikamwambia najisikia kama kwenda haja, akaniambia nenda chooni. Nikachukua dishi langu mpaka chooni. Kufika chooni ile hali ni nishtusha, nikasema huyu sio haja ila ni uchungu, ni mtoto anataka kutoka nikatoka pale nikawafata walikopo sehemu yao pale wanapokaa manesi, wakaniambia nenda kalale. Nilipoenda kulala nikakaa kidogo, chupa ikapasuka. Kawaida mimi chupa ikipasuka na mtoto huwa anatoka. Nikawaendea tena, jamani, mimi nasikia kusukuma. Wenyewe wakabeba godoro wakaenda kulala. Baada ya hapo nikarudi na mimi nilipolala. Sasa kufika pale maumivu yakawa makali sana, ndio nilipowaomba wagonjwa wenzangu kuwaulizia chumba cha manesi wakanielekeza kufika nikawagongea, nikamwambia mi najisikia kusukuma mtoto. Wakaniambia nikimbie mpaka reba, nilishindwa kwenda reba, bali nikajifungulia vile vitanda vya kusukumia wagonjwa nikiwa peke yangu. Manesi walikuja wakati mtoto ameshatoka. Na ikaweje? baada ya kuja, baada ya kuja akaanza kunitukana, walinitukana sana, ila kuna dada mmoja na mkaka. Sasa elewi na wale ni wanafunzi au nao ni wa manesi pale mmoja ndo akasaidia, akambeba mtoto mmoja akawa ananisaidia mimi. Nikakaa kama dakika sio kumi au kumi na tano yule nesi ndo akaja kuniminya mimi, kunitoa kondo la nyuma. Nikatoka pale na au, au ma, mdada na mkaka tukaenda nao hadi odi hadi leba, ambapo. Kwa hiyo ulijifungulia odi? Nilijifungulia odi mbili pale mlangoni, ukiingia odi mbili pale mlangoni, yani kabla hujafika chooni ndio maeneo haya yale niliyojifungulia kwenye vile vitanda vya kubebea wagonjwa. Hmm. Mimi namshukuru Mungu nilizaa salama. Hmm. Kwa sababu hapo nilizaa pale nilikuwa sielewi. Nilikuwa na mawili mtoto akidondoka, asidondoke ila namshukuru Mungu nilijifungua salama. Naam, kwa kutambua umuhimu wa swala hili la namna ambavyo Selimina amezaliwa katika wodi namba mbili katika hospitali ya wazazi ya Meta. Nimeamua kumtafuta baba wa Selimina namna ambavyo amepokea jinsi eh, mke wake mama Selimina alivyohudumiwa alivyopata, eh, manyanyaso katika eh, wodi namba mbili pale Meta. Baba Selmina, swala hili wewe ulilipokeaje kwa ujumla wake kama baba mzazi? Kwa kweli swala hili mimi nilipokea vibaya sana na liliniuma sana baada ya kupigiwa simu na wife kuwa amejifungulia hodi mbili, niliumwa sana asubuhi. Saa kumi na moja niliamka nikaenda pale hospitali wife, wife wangu akaanza kunisimulia mambo yote aliyokuwa amempata pale hospitali. Nilimpa pole sana, nikamwambia nionyeshe huyo mtu, lakini alikuwa hajiwezi, ndipo tukaamua kurudi nyumbani. Lakini wewe kitu hiki unakichukuliaje sasa, kwa namna ambavyo mama alifanyiwa? Hivi sina jinsi, ila naomba serikali ijaribu kufuatilia sana nani utendaji wa kazi katika ile hospitali. Wengi wanawake wamekuwa na uoga eh kutoa eh, siri ya mambo yanayofanyiwa ndani ya vituo vya tiba eh, viwe vya serikali, lakini pia vya watu binafsi. Lakini nimezungumza na kina mama wengine nao wametoboa siri kwamba vitendo hivi vimekuwa vikifanyika, lakini wamekuwa wakificha. Hii tatizo inakuwa kina mama wengi, kwa sababu tunakuwa tunakuwa tunaogopa, kwa tunaingia tunaingia na hofu kwamba unaweza ukatoa ripoti kama hii, alafu baadaye ukashangaa bwana kuleta hospitalini uhudumiwe, au ukapata tatizo jingine kubwa zaidi ya hili. Kwa hiyo ni kina mama wengi ambao ilikuwa inawatokea, ila tunashindwa kutoa taarifa. Sisi kama kina baba tunaumia. Najua kabisa mimi kwa kwenye mizunguko yangu, labda mama ameenda hospitali, najua tayari kule kuna huduma nzuri, atapokelewa na manesi. Lakini manesi sasa msa, sio sio msaada, imekuwa ni, ni ni kinyume. Mimi ni ninachoomba labda serikali ijaribu kuangalia hawa watu sasa, ifike mahali wanaoweza kutoa hizo huduma ni wengi, watu wana elimu zao, wengine hawana ma, mkazi wana vyeti vyao wametulia, lakini kuna mtu anaomba kazi ili kusudi apate kazi, lakini akishaye pata kazi, basi amekuwa na maamuzi yake, anakwenda kinyume.